Ziko na insecurity sana na Al Shabab ndio wanatawala huko saa hii. Hata serikali ya Somalia imeshindwa kuwadhibiti. Sasa wanatupeleka sisi wa Meru sehemu ambayo ni wozul, tuende kuuliwa huko. Ulisikia hata kiongozi mwingine aliongea jana Wanyamita akisema wacha tukufia huko. Mimi kama kiongozi nasema atuende kukufia huko. Tunasema kama Ruto ako na uwezo na ni ukweli ako nao wa kufungua mipaka. Kwani ana mamlaka? Ama yeye si rais wa pale JKA, mahali ambapo kuna usalama, miraa inapelekwa kwa njia nzuri? Mbona sisi tuachie viwanja vyetu vya ndege makatels, lakini wameru waende kundia kwa mipaka? Ndio maana nimesema kama kiongozi na kama mtetezi wa wameru na wasaa, watu wa miraa, tumesema hiyo mipaka ndio wafungue, lakini sisi tunataka kupewa share ya kubeba kubeba miraa pale JKIA ama Isiolo Airport, hapa ndege yetu irukie hapa ikienda Somalia. Lakini hatutakubali wameru apeleko kuwawa kwa mipaka na kupoteza mali yao kwa mipaka wa Al Shabab, lakini makatelu wanalindwa na serikali pale JKIA. Kitu cha pili nataka kusema hivi, huu ni wakati wa kampeni umekaribia, na hatutakubali miraa iendelewe kufanywa tool ya kampeni tunaelewa vizuri, wanataka kufungua hizo sehemu tatu, ndio tukienda na miraha huko, watu wauliwe huko, ama miraha ikatae kufika, waweze kusema ya kwamba ni insecurity huko Somali wao walifanya yao. Ndio nataka kuambia, Wameru musikubali huu uongo. Na kama kweli serikali inataka kutusaidia, ipatiane nafasi ya Wameru na Wasomali ambao wanataka kubeba miraha kuelekea Somalia kwa ndege Wakubaliwe, tuko na wameru wanataka kuingia kwa biashara, wako na pesa. Tuko na wasomalia wanataka kuingia kwa biashara, wako na pesa, wengine hata wako na ndege zao, lakini hawezi wakakubaliwa kurukia uwanja wajekeeamaisao kuelekea Somali. Kama kweli wanatutakia sisi kama Wameru, wakubali hao wana biashara kuingia kwa, kwa, kwa biashara na ndege zao, wabebe wa kuelekea Somali, lakini wasituambie ati tuende kwa mipaka ya barabara. Hata hiyo barua inasema ni by the road, nimeisoma vizuri na imeandikwa na PS. Imagine PS ndiye anaandikia mpaka deputy president ati anamkope, anamwambia ati tumefungua mipaka. Wewe PS umefungua mipaka ndio unaweza communicate on behalf of the eh, on behalf of the minister but the decision ambayo inafanywa na security council, waziri ndiye anapaswa kutangaza na aseme na akiwa amesema, nimeweka mikakati ya usalama ya kufanya ABCB. Kwa hivyo mi nasema leo, kama msema kweli, kama serikali inataka kusaidia wakulima wa miraa, wacha miraa miraa yetu ibebewe JKIA ama Isiolo Airport na iende na ndege. Wasitusukume hadi ati tuende kwa barabara, tutauane na alshabab huko. Hatutakubali. Kitu kingine watu kama wanakumbuka, wiki jana walimu wawili waliuliwa huko na chief na alshababu. Sasa wanataka hata sisi watu wetu waende guli huko na mali yao kuangamizwa. The other day ndege iliruka kutoka hapa Isiolo. Haikukubaliwa kuingia Somalia. Ilienda Lamu, Manda. Hiyo miraa hata ikufika Somalia. Wale wanabiashara walijaribu walichomeka, na saa hii wanalilia hasara ambayo waliingia nyingi. Nani anawalipa hiyo gharama? Nani atawalipa hiyo gharama? Wanataka sisi tumalizie nguvu yetu na utajiri wetu kwa Alshabab tukipigana na wao na tupoteze maisha ili tu give up, tuachane na biashara ya miraa, tuachie makatel wale wanabebea JKA. Ndio tumesema hakuna. Deputy President, President na viongozi wetu wote, hii sauti iwafikie. Kama kweli munamin kusaidia me munataka kusaidia watu wa miraa, mkubali ndege ziongezwe na wanabiashara waongezwe wale wako na uwezo na wanataka

raisi wina mamlaka ya kurura mianka na wina mamlaka yabua ndege ire kuuma akenya itite somali niontu amiru batiwitigirua betana miraa yonjaikea i bagamata na ndege baitaneo somali gatilakeibo bawitigirue ugamata na ndege baatu natu tugerwa twite na barabara twite tugorane na alshababu njirene thiathandi arimu ibaroro ro baile na cigu

lakini bokwenda batu tusugumirao andeenda kwira amero kabo otu kasia kenda mantu ya yarema batu ira ito aburure me ankate batu akoku ni Al Shabab bayukia kura sieto mm. na kura sieto si amero na si arimi ba miraa ite yokwana ndisaini eu na ibyo nkwenda kwira amero na araba ri bonde kwa eta mutongeri astu oroma aibera ne ontu butwetegeria arimi ba miraa na biashara ba, ba, ba Meru Nabi na ba Somalia bara ba kwenda ugu ma biashara ne ne onto bote ubete kiri yaba kama mata miraa yao na ndege uma Isiolo kana njia iki yae na ndege yao na bana sio ba ndiye Somalia na bana custom ne onto ubera ba ite na ndi ba tiri kate ubera nuba bara ba njia iki yae safe routes kana route ira safe na wita Somalia yani bwe bwe bwe bwe toka ria lakini ndai Tebato bogo kalia bogo tuengira na kwenye ndoa